Ha, miongoni mwa chombo cha upashanaji habari ni Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Juhudi tunazoalikwa kuzifanya na mababa wa mtaguso ni juhudi za kuhakikisha kile ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia kwa udi na uvumba, tuwezeshe vyombo hivi, tukiwezeshe chombo hichi kiweze kuwajibika kufanya majukumu yake vizuri. Sentensi namba mbili ambayo mababa wa mtaguso wameeleza wanasema, kwa maana pale ambapo miradi ya maadili inapoelekezwa sasa. Tunapozungumzia miradi ya maadili, iko kwa namna mbili, kuna ile inayoharibu maadili na ile inayojenga maadili, kwamba vyombo vya kidini vinapaswa kwenda kwa haraka iwezekanavyo, ili kurekebisha maadili yaweze kubaki salama, yasiharibiwe. Katika namna nyingine, mababa wanatueleza kwamba leo katika ulimwengu wa sasa tunalalamika juu ya mmong'onyoko wa maadili katika maeneo mengi, unayopitia sayansi na teknolojia, unayopitia AI. Sasa katika minajili hiyo, ni lazima vyombo hivi vya habari vinavyotumia teknolojia za aina mbalimbali vitumike kuweza kurekebisha pale. Waswahili wanasema mwiba ulipoingilia ndipo unapotokea. Sasa maadili yanapoharibiwa kupitia vyombo mbalimbali vya habari, vinapaswa vyombo vya habari salama, vyombo vya habari vyenye maadili, vinavyosimamia maadili, vyombo vya habari ambavyo ndani yake Mungu au Mama wa Matumaini ana yumo ndani mwake viweze kutumika ili kurejesha maadili pale ambapo vinamong'onyoka. Ni kusema kwa maana kwamba hawezi kutembea mtu kwa mguu akaenda Pemba. Hawezi kutembea mtu kwa mguu akaenda Malinyi. Hawezi kutembea mtu kwa mguu akaenda kule Tunduru, Masasi, akaenda mpaka Mbesa kule. Hawezi kutembea mtu kwa mguu akaenda kazula mimba, Kigoma, ama akaingia sijui vichaka mapoli ya wapi? Mara nyingi unakuta pengine kama watakuepo watakuwepo mijini, lakini swali kule kusikofikiwa, nani anayepafikia? Ni mimi pamoja na wewe kwa sadaka zetu, kwa michango yetu mbalimbali mbali, ambapo tunaelezwa ama tunakumbushwa wakati tuko kwenye kilele cha kampeni ya kapu la mama 2025, kwa maana ya mama wa matumaini, kile alichotujalia tuweze kuwezesha chombo hichi kiweze kufika katika maeneo mengi, ambapo kule watu hawawezi kufika kwa urahisi.